Bado siku chache kwenda kutiki, na hii ndiyo namna sahihi ya kupiga kura. Hili bango ni mfano wa karatasi ya kupigia kura tarehe 29. Ukienda kwenye kituo cha kupiga kura, utapewa karatasi kama hii kwa ajili ya kura ya mgombea urais. Jambo la kwanza, ukifika pale kwenye kituo cha kupigia kura Ukishapewa karatasi, jambo la kwanza angalia nembo ya Chama cha Mapinduzi, nembo aliyoigusa Daktari Samia Suluhu Hassan. Wangapi mmeiona? Nyanyua mikono juu namna hii. Sisiemu oye! Jambo la pili angalia, wameandika nafasi ya makamu wa rais. Mgombea wa nafasi ya makamu wa rais yupo Dokta Emmanuel John Nchimbi, na hapa mbele yupo mgombea wa kiti cha rais, Dr. Samia Suluhu Hassan. Na mwisho, pana boksi liko wazi hapo, utapewa kalamu, utaweka alama ya tiki au vema, na hii alama isipitilize huku, utaharibu kura. Sisiemuoye! tarehe 29 Oktoba, tunasimama kutiki, ipige kura.